Je, umewahi kufikiria kupokea amri kutoka kwa Mungu ambayo ingekupinga kila unachoamini kuhusu upendo, heshima na haki? Leo tutazama katika hadithi ya Hosea, mwanaume aliyempenda mwanamke ambaye hakuna mtu angempenda. Hadithi ya kweli iliyoandikwa katika maandiko matakatifu inayoonyesha moyo wa Mungu kwa njia ambayo hutaweza kuisahau. Hosea hakuwa tu nabii. Aliteuliwa kuishi mfano uliojaa maumivu, uzito na mabadiliko makubwa. Ndoa yake ilipangwa kuwa kioo cha uhusiano kati ya Mungu na Israeli. Maumivu yake yangekuwa mfano wa huzuni ya Mungu na msamaha wake. Ndiyo, msamaha wake ungeonyesha upendo wenye nguvu kuliko upendo wowote uliowahi kuwepo. Hii si hadithi tu ya nabii wa Agano la Kale, ni hadithi ya upendo usio na masharti katika Biblia upendo unaotafuta unaoumia unasamehe na kurejesha. Jiandae, kwa sababu katika dakika chache zijazo utagundua kitu kuhusu moyo wa Mungu ambacho kinaweza kubadilisha kabisa namna unavyoelewa neema ya Mungu. Nakaa hadi mwisho, kwa sababu nitafichua ukweli wa kina uliofichwa katika hadithi hii, kitu kinachounganisha moja kwa moja mateso ya Hosea na upendo wa milele ambao Mungu anao kwa ajili yako leo. Fikiria tukio hili: mtu wa Mungu mwaminifu na mwadilifu anatembea katika nchi kame ya Israeli. Watu walikuwa wamemwacha muumba wao, wamezama katika ibada ya sanamu na usaliti wa kiroho. Manabii walilia, lakini hakuna aliyesikia. Katika mazingira haya ya baridi ya kiroho ndipo Mungu alimwita Hosea. Lakini wito haukuja na maneno ya faraja au ahadi ya ushindi wa haraka. Sauti ya ya Mungu wa milele ilisikika wazi na ya kutisha: enenda ukamchukue mke wa uzinzi na utazaa watoto wa uzinzi, kwa kuwa nchi hii imefanya uzinzi kwa kumwacha Bwana. Hosea moja mstari wa mbili. Hii ni mojawapo ya amri za kushangaza zaidi katika maandiko. Mungu hakumwambia Hosea ahubiri tu, alimwambia aishi ujumbe kupitia ndoa yenye uchungu, isiyoeleweka na ya hadharani. Wewe ungehisi nini? Huhoji kukimbia? Hosea alichagua kutii, alikubali kubeba uzito wa hadithi ambayo hakuna mtu angeichagua. Hakukuwa na mantiki ya kibinadamu, kulikuwa tu na imani, na imani hiyo ingempeleka katika njia ya mateso ambayo ingefunua moyo wa Mungu uliovunjika kwa ajili ya watu wake. Wito huu wa ajabu haukuhusu Hosea ulihusu Israeli, ulihusu sisi sote, ulihusu Mungu ambaye haachi kupenda hata pale sisi tunapokuwa wasaliti. Na yote yalianza na ndio isiyowezekana, ule utii wa ajabu wa mtu aliyekubali kuumia ili kufunua upendo wa Mungu. Wewe ungefanya nini kama Mungu angekuomba kitu ambacho kingeharibu sifa yako lakini kifunue moyo wake kwa dunia? Goma. Jina hili linabeba uzito wa maisha yaliyojaa maamuzi magumu na njia zilizopotoka. Hakuwa mwanamke wa ndoto za mtu yeyote. Maisha yake ya nyuma yalikuwa makali kuliko ahadi ya siku za mbele. Mwanamke wa ukahaba eh, hivyo ndivyo hasa Biblia inavyomfafanua. Na huyu ndiye Mungu aliyemchagua kwa nabii wake. Jua kali la jangwa lilikuwa linawaka adhuhuri ile Hosea alipomuona kwa mara ya kwanza. Goma alitembea katika barabara zenye vumbi, macho yake akiwa ya mbali, kana kwamba anabeba siri ambazo hakuna mtu anataka kusikia. Pembeni yake iminong'ono hukumu. Alijua vyema uzito wa kudharauliwa, lakini siku ile kitu tofauti kilitokea. Mtu alimwangalia kwa macho yasiyo hukumu. Hosea hakumwona tu alivyoonekana, alimwona jinsi Mungu alivyopanga kutumia maisha yake. Tofauti iliyoje nabii msafi na mwanamke aliyejeruhiwa, mtu wa Mungu na mwanamke aliyekataliwa na jamii. Lakini ni katika tofauti kama hizi ndipo Mungu huandika hadithi zake zenye nguvu zaidi. Goma hakuelewa kwa nini mtu yule alimchagua. Labda hata Hosea hakuelewa kikamilifu. Lakini Mungu alijua kila chozi cha baadaye, kila usaliti uliokuja, kila tendo la uokoaji lililokuwa tayari limeandikwa katika mpango wake. Ukweli ni huu, Goma hakuwa ishara ya mwanamke mmoja tu. Alikuwa mfano hai wa taifa zima lililojihusisha na uzinzi wa kiroho likimwacha muumba kwa sanamu zisizokuwa na uhai. Na Hosea alikuwa mfano wa upendo wa Mungu, upendo unaostahimili, unajitoa, unakomboa, upendo unaowapenda wasiostahili kwa sababu ndivyo neema imekuwa ikifanya tangu mwanzo. Je, Mungu bado anawachagua waliodharauliwa, waliochafuka, wale ambao hakuna anayewapenda tena? Jibu limo katika hadithi hii. Wakati Hosea na Goma walipoana, haikuwa tu muunganiko wa watu wawili. Ulikuwa mwanzo wa mfano hai, mahubiri ambayo yangehubiriwa si kwa maneno, bali kwa machozi, tumaini na maumivu. Kila siku ya ndoa hiyo ilikuwa ujumbe wa kinabii kwa Israeli: tazama jinsi ulivyomtendea Mungu wako. Siku za mwanzo zilileta watoto na kila jina lilikuwa tamko la kiungu. Yezreeli, Mungu hupanda, lakini pia ukumbusho wa hukumu iliyokuwa inakuja. Loruhama, asiyependezwa, kuonyesha kwamba rehema ilikuwa inatolewa. Loami, si watu wangu, jina la uchungu zaidi, kuonyesha kuvunjika kwa uhusiano. Majina haya hayakuwa majina tu, yalikuwa unabii unaotembea katika mitaa ya Israeli lakini wakati huo huo kulikuwa kunatokea jambo kubwa zaidi. Upendo wa Hosea kwa Goma ulianza kuonyesha kitu cha milele. Kila tendo la kujali, kila subira, kila neno la upole lilikuwa kioo cha upendo wa Mungu kwa watu wasio waaminifu. Ndoa ya Hosea haikuwa yake tu, ilikuwa ishara ya wote waliokuwa wakitazama. Ilikuwa sura inayoonekana ya Mungu asiyeonekana i Mungu ambaye angeumia kwa kuwapenda wale wasiompendeza. Israeli waliona fedheha tu, lakini Mungu alitaka waone zaidi, waone wao wenyewe. Alitaka watambue kutokuwa kwao waaminifu kiroho, na alitaka wajue kwamba pamoja na hayo yote, upendo wake unadumu, ukisubiri, uko tayari kusamehe. Ndoa ya Hosea ilikuwa swali chungu, Mungu angeweza kuuliza he: kama ungekuwa mimi, ungeendelea kupenda watu wanaokusaliti kila siku? Na kisha yasiyoweza kuepukika yakatokea. Gomer akaondoka. Aliacha nyumba yake, akawaacha watoto wake, akatupilia mbali upendo aliokuwa amepewa, akarudi katika maisha yake ya zamani, katika mikono ya wanaume wengine, katika njia zilizomwangamiza. Nyumba ya Hosea ikawa tupu, sio tu kimwili, bali pia kimaana kwa furaha na tumaini. Maumivu ya Hosea hayakuwa ya kibinadamu tu, yalikuwa ya kiungu alipitia katika mwili wake kile Mungu alikuwa anahisi kila wakati Israeli walipogeukia sanamu. Kila usiku ambao Gomer hakurejea ulikuwa kama maombi yasiyojibiwa, kila uvumi wa usaliti wake ulikuwa kama kisu moyoni. Jirani walinong'ona, marafiki wakajitenga, Hosea akawa mzaha, nabii ambaye mke wake hakubaki nyumbani. Lakini hawakujua kwamba aibu hiyo ilikusudiwa Mungu alikuwa anawaonyesha watu wake jinsi inavyouma kusalitiwa na wale unaowapenda. Ilikuwa somo gali zaidi kuwahi kufundishwa, lililolipiwa kwa machozi halisi, kukosa usingizi na moyo uliovunjika. Lakini jambo ambalo wengi wanalikosa ni hili: usaliti wa Gomer haukuwa mwisho wa hadithi, ulikuwa tu katikati. Mungu alikuwa anaandaa jukwaa la onyesho kuu la upendo na msamaha ambalo Israeli wangewahi kuliona Ulikuwa lazima usaliti utokee ili ukombozi ueleweke, kwa sababu swali linabaki, e. Wakati wewe ulikuwa Goma katika uhusiano wako na Mungu, je, yeye alikukataa? Baada ya Goma kuondoka, ukimya ukatawala, sio ukimya wa nyumba tupu tu, bali ukimya wa Mungu. Hosea aliomba, akauliza, akatafuta mwongozo, lakini mbingu zikaonekana zimefungwa. Akabaki peke yake na maumivu yake, maswali yake na upendo usiojibiwa. Ni katika jangwa la kusubiri ndipo tabia ya mtu hukoma. Hosea angeweza kukata tamaa. Angeweza kutafuta ndoa mpya, kujenga maisha upya, kusahau yaliyopita. Lakini kulikuwa kitu ndani yake ambacho hakikuweza kumwacha Goma. Haikuwa udhaifu. Ilikuwa picha ya kitu kikubwa, upendo wa Mungu ukichongwa ndani ya moyo wa kibinadamu. Na upendo huo hauachi hata kila kitu kinaposema acha. Usiku mingapi Hosea alitazama upeo wa mbali akitumaini kuona sura yake ikirudi? Mara ngapi aliandaa chakula akifikiri huenda akarudi siku hiyo? Tumaini na maumivu vilicheza pamoja ndani ya kifua chake, na katika mateso hayo alianza kuelewa kitu cha kina kuhusu Mungu. Mungu pia husubiri. Yeye husubiri watoto wake warudi. Usubiri kwa uvumilivu ambao mwanadamu hawezi kuelewa. Ukimya wa Mungu haukuwa kutokuwepo. Ulikuwa maandalizi. Mungu alikuwa anamfundisha Hosea tabia yake, jinsi anavyokabiliana na kutokuaminika kwa watu wake. Jinsi upendo wa kweli hautegemei kulipwa, bali kuchagua kupenda. Na kuchagua kupenda bila kurudishiwa ndicho kinachoonyesha moyo wa Muumba. Katika giza la kusubiri, Hosea akagundua kwamba kumpenda Mungu anavyopenda maana yake ni kubaki mwaminifu hata yule mwingine akiwa si mwaminifu. Kisha baada ya ukimya, sauti ya Mungu ikasikika tena. Lakini haikuwa sauti ambayo Hosea alitarajia. Haikuwa neno la faraja au la kumwokoa. Ilikuwa agizo jipya ngumu zaidi kuliko la kwanza. Inenda umpende mke wako tena, yeye anayependwa na rafiki yake ijapokuwa ni mzinzi. Hosea tatu mstari wa moja. Penda tena, mrejeshe yule aliyemwaibisha hadharani, mwokoe yule aliyekuchagua akuache. Haikuingia akilini. Lakini hapo ndipo mantiki ya kiungu inapoonekana. Upendo wa Mungu hauendi kwa sheria za kustahili, unaenda kwa sheria za neema. Hosea akasimama, miguu yake ikitetemeka, si kwa hofu bali kwa uthabiti uliochanganyika na maumivu. Alijua alikomwona katika maeneo ya chini miongoni mwa waliomtumia na kumtupa. Gomer alikuwa ameanguka sana, kiasi kwamba sasa alikuwa akiuziwa utumwani. Kutoka kuwa mke wa nabii hadi kuwa bidhaa sokoni, kuanguka kwa kutisha. Lakini Hosea akaenda na kila hatua aliyochukua kwenda kumtafuta ilikuwa hatua ambayo Mungu anachukua kuelekea Israeli. Kila senti aliyotumia kumnunua tena ilikuwa ishara ya gharama Mungu angefanya kwa ukombozi. Upendo unaorejesha katika Biblia haugoji yule mwingine astahili watenda kwa sababu hiyo ndiyo asili yake. Hosea alipokuwa akienda kumchukua Gomer, mbingu yote ilikuwa inatazama kwa sababu safari hiyo ilikuwa unabii wa jambo kubwa zaidi litakalokuja. Soko lilikuwa limejaa siku hiyo. Sauti zikipiga kelele za bei. Watu wakibishana. Wanyama wakiuzwa. Na hapo katikati ya umati, alikuwepo Gomer, nywele zake zimevurugika, macho yake yamekauka, mwili wake umejaa makovu ya maisha magumu aliyochagua. Hakutazama juu Hosea alipokaribia. Labda hakuona tena thamani yake ni kiasi gani. Sauti ya Hosea ikapita juu ya kelele. Mfanyabiashara akamtazama kwa dharau, mteja mwingine anayetaka kununua mtumwa. Vipande kumi na tano vya fedha na kipimo kimoja na nusu cha shairi. Huu ndio ulikuwa bei ya mtumwa wa kawaida kama ilivyoandikwa katika Hosea 3 mstari wa 2. Hosea hakusita. Alilipa kila sarafu iliyoanguka kwenye mkono mchafu wa yule mfanyabiashara. Ilikuwa kama fidia, ishara ya kinabii ya bei ya ukombozi. Goma hatimaye aliangalia juu na alipomwona aliyesimama pale, kitu ndani yake kilivunjika. Hakuwa mgeni anayenunua huduma zake alikuwa ni yeye, Hosea, yule mwanaume aliyemwahibisha kumsaliti na kumwacha. Na alikuwa hapo, si kumhukumu, bali kumwokoa, kumrudisha nyumbani na kumrejesha eutakuwa pamoja nami siku nyingi, utafanya tena ukahaba wala hutakuwa wa mwanamume mwingine, nami nitakuwa kwa ajili yako. Maneno ya Hosea hayakuwa ya lawama, yalikuwa ni ahadi. Hakumnunua mtumwa, alikuwa anamkomboa mke wake. Hosea tatu mstari wa tatu. Na katika tendo hilo ujumbe wenye nguvu kuliko yote katika agano la Kale ukadhihirika. Mungu analipa bei ili kuturudisha, hata kama sisi ndiyo tuna makosa. Uokozi wa Goma haukuwa wake pekee, ulikuwa ni mfano wa kile Mungu angefanya kwa wanadamu wote. Hosea alipomrudisha Goma nyumbani, jambo la kubadilisha maisha lilitokea, si kwa Goma tu bali pia kwa Hosea. Maumivu aliyobeba, aibu aliyopitia, machozi aliyoyamwaga yote yakaanza kupata maana. Upendo wake kwa Gomer haukuwa tu juu yake. Ulikuwa ni juu ya kumfunua Mungu. Hosea hatimaye akaelewa kina cha kile alichokuwa akipitia. Kila wakati wa mateso, ulikuwa mwanga wa moyo wa Mungu uliovunjika kwa ajili ya Israeli. Kila alipochagua kusamehe, ilikuwa ni kielelezo cha msamaha wa milele. Kila tendo la kumwokoa Gomer lilikuwa ni kivuli cha ukombozi mkubwa ambao Mungu aliutayarisha kwa wanadamu wote. Nabii aliyependa kama Mungu hapendi tu, alitii, alifunua, na ujumbe ulikuwa wazi: upendo wa Mungu si kama wetu. Hatupendi kwa sababu tunastahili, tunapendwa kwa sababu Mungu ndivyo alivyo. Huu ni upendo wa Biblia usio na masharti, hauhusiani na tabia zetu, uaminifu wetu, au kustahili kwetu. Upendo huo upo kwa sababu Mungu alichagua kupenda. Basi Goma alijifunza kuwa kurejeshwa kunawezekana. Hosea alijifunza kuwa kupenda kama Mungu hupenda kunauma, lakini kunabadilisha. Na Israeli walipokea mfano ulio wazi kuliko yote: Rudi kwangu nami nitakupokea haijalishi umekwenda mbali kiasi gani. Upendo wa Hosea uliakisi wa milele kwa sababu chanzo chake kilikuwa Mungu, Mungu ambaye hakati tamaa juu ya watu wake. Kane zimepita tangu Hosea alitembea nchi ya Israeli. Milki zimeinuka na kuanguka. Vizazi vimekuja na kupita. Lakini ujumbe wake bado unaishi. Kwa nini? Kwa sababu hali ya mwanadamu haijabadilika. Bado tunapotea, bado tunasaliti, bado tunahitaji ukombozi. Hadithi ya Hosea na Gomer si historia ya kale tu. Ni Ni hadithi yako. Ni yangu. Ni Ni mara ngapi tumekuwa kama Gomer tukitoka kwa baba, tukikimbiza tamaa zisizotosheleza, tukijiuza kwa mambo yasiyodumu. Na ni mara ngapi Mungu ametufuata akalipa bei ya kutukomboa akaturudisha nyumbani. Mafundisho ya Mafundisho ya Hosea yanavuka nyakati kwa sababu yanagusa moyo wa mwanadamu. Tunapendwa na Mungu anayejua usaliti wetu, lakini bado anachagua kutupenda. Anaona kutokuwa kwetu waaminifu, lakini haigairi. Anaona makosa yetu, lakini bado anatunyosha mkono. Analipa bei ya ukombozi, isi kwa sababu tunastahili, bali kwa sababu hiyo ndiyo tabia yake. Hadithi ya Biblia ya upendo na msamaha inayotoka kwa Hosea inakamilishwa ndani ya Kristo, ukombozi mkuu, malipo ya mwisho, upendo unaoshinda hata kifo. Kile Hosea alifanya kwa Goma kilikuwa kivuli tu cha kile ambacho Yesu angefanya kwa wanadamu wote msalabani. Upendo unaorejesha wa Biblia si wazo tu, ni mtu: Yesu. Na ujumbe huo unakufikia leo. Haijalishi umeenda mbali kiasi gani, Mungu bado yuko tayari kulipa bei, kukurudisha. Hosea, jina linalomaanisha wokovu, na kweli liliendana naye kabisa hakuwa mhubiri tu wa wokovu, aliishi kwa machozi na majeraha moyoni, nabii aliyempenda mwanamke ambaye hakuna mtu angependa, akawa ishara ya Mungu mwenyewe. Kila aliposamehe alifunua tabia ya Mungu, kila akimwokoa Gomer alionyesha ukombozi mkuu, kila chozi alilomwaga lilikuwa kama sauti ya huzuni ya Mungu kwa watu wake. Hosea aliishi injili kabla haijahubiriwa. Na sasa ukweli niliokuahidi tangu mwanzo: hadithi ya Hosea haikuishia kwake, iliendelea kwa Kristo. Kila alichofanya Hosea ni upendo wa kujitoa, ukombozi wa gharama, msamaha usiostahili. Yesu alifanya kwa kiwango kikubwa zaidi msalabani. Mungu hakusema tu anawapenda wasio waaminifu, alilipa bei ya juu kuwaokoa kutoka utumwa wa dhambi. Hosea alimpenda Goma licha ya yote, Yesu alitupenda licha ya yote na leo upendo huo huo unapatikana kwako. Haijalishi umeanguka kiasi gani, hatia yako ni kubwa kiasi gani, upendo wa Mungu ni mkuu zaidi. Anakuita, anakutafuta, yuko tayari kulipa bei. Hosea, nabii aliyependa kama Mungu, anatuacha na swali: Je, utakubali upendo huu wa milele usioelezeka na unaookoa? Hadithi ya Hosea na Goma inatufundisha jambo moja kuu Upendo wa Mungu hauchoki hauishi na haukatishi tamaa, hata pale tunapofanya makosa mara elfu. Ni hadithi inayotukumbusha kuwa hakuna mtu aliyeanguka sana kiasi kwamba hawezi kuinuliwa. Hakuna moyo uliovunjika kupita kiasi cha kutozibika. Hakuna maisha yaliyochafuliwa kiasi kwamba Mungu hawezi kuyatengeneza tena. Kila chozi, kila jeraha, kila kushindwa, vyote vinaweza kuwa mwanzo mpya unapomrudia Mungu. Hosea alitunyosha kioo. Kutoka kwa macho yake, tunaona jinsi upendo wa Mungu unavyoendelea kutufuata, kututafuta na kutulipa bei, hata pale sisi tumemgeuka. Na kutoka kwa macho ya Gomer, tunajiona sisi wenyewe. Mara ngapi tumepotea, tukavunjika, tukajiuza kwa tamaa za dunia, tukasahau thamani yetu. Lakini bado kila mara Mungu husema hey, nitarudi kukuchukua, nitalipa bei. Wewe bado ni wangu. Katika moyo wa Hosea tunajifunza kuwa kupenda kuna gharama, kusamehe kuna uchungu, na kuamini tena kunaweza kuumiza, lakini upendo wa kweli, upendo wa Mungu, huponya kwanza yule anayetoa kabla ya yule anayepokea. Kupitia kwake tunajifunza Uaminifu wa kweli si hisia, ni uamuzi. Kusamehe si udhaifu, ni nguvu ya kiroho. Kurejesha waliopotea ni kazi ya kifalme, si ya watu dhaifu. Upendo wa Mungu hauna masharti, ndio maana unaokoa. Na katika maisha yetu mara nyingi tutajikuta tukiwa katika nafasi yoyote kati ya hizi mbili ye. Mara nyingine tuko kama Goma, tukihitaji huruma e, mara nyingine tuko kama Hosea tukihitaji neema ya kusamehe eh. Lakini popote ulipo leo, hadithi hii inakuita kwa upendo. Rudi nyumbani, rudi kwa Mungu, rudi kwa tumaini. Hakuna aliye mbali sana, hakuna aliyechelewa sana, hakuna aliyeharibika sana. Na kama Hosea alivyolipa gharama ya kumwokoa Goma, ndivyo Yesu alivyolipa gharama ya kutuokoa sisi, bei isiyolinganishwa, bei ya msalaba. Ukombozi wako uliandikwa kwa damu na upendo wako ulithibitishwa milele. Leo hii usikubali aibu, makosa au historia yako ikuzuie kurudi kwa Mungu. Upendo wake ni mkubwa kuliko makosa yako. Neema yake ni pana kuliko majeraha yako. Na rehema yake ni ya kudumu kuliko aibu yako. Hivyo basi acha hadithi ya Hosea na Goma ikugeuze. Ikufundishe kupenda kwa wajibu, kusamehe kwa neema na kutembea na Mungu kwa uaminifu. Ikukumbushe kuwa hakuna mtu asiyehitaji kurudi kwa Mungu na hakuna mtu ambaye Mungu hatamkaribisha. Mwisho wa siku kinachongusa Mungu si ukamilifu wetu, ni moyo wetu unaorudi kwake. Ikiwa simulizi hili limekugusa, penda video hii. Andika maoni chini utueleze umefundishwa nini na unatazama kutoka wapi na jisajili kwa mafundisho mengine ya kuinua maisha yako kila siku. Mpaka wakati mwingine. Shalom.